Miaka hii 61 ya Muungano kwa hiyo sisi, imetuletea faraja na faraja yenyewe kwanza kupata mambo stahiki kama inavyokwenda katika nchi za, za watu nyingine. Kuna nchi tofauti zina muungano lakini muungano wao una mgogoro, ugomvi, vita, lakini sisi tangu viongozi wetu Mwalimu Nyerere na hayati Abeid Amani Karume walivyounganisha nchi hii mpaka kutulimia leo miaka 61, hakukuwa na tofauti ambazo labda za kugombana nchi kwa nchi, isipokuwa kuna mambo ya mkoa wa ruzano na mambo haya ya kawaida yanakuwa, inapotokezea hatu kama hizo hapo atuzotaonekana sawa na tukesha tunaka kitu kimoja. Muungano sisi umetufaidisha. Kuna mambo ya mikopo ambayo tunapata katika nchi yetu, kuna mambo ya mikopo katika watu wa vyuo maskuli hayo u tunapata katika nchi yetu bila wazazi wote tuna asilimia ambazo sasa zimetolewa. Hata kiongozi wetu mama Samia amezirekebisha naye kwa, kwa viongozi kuingiliana katika, katika nchi tofauti zetu za makabila. Ambao nje za wenzetu ndio inawapa taabu sana wao kupigana. Sisi katika muungano wetu hamna mambo ya, ya, ya makabila. Kwa hivyo sote ni wa Tanzania, tunapotembea hata kwa ulimwengu huu tunaonekana kama si mtu huyu, ni Mtanzania tu, hamna tofauti zetu.